Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na afya hata kuweza kukutanika siku hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya PPRA na kwa niaba ya washiriki wote wa kongamano hii, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kubali wito wetu kwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu. Hakika uwepo wako leo umetupa heshima kubwa na umeonyesha kwa vitendo dhamira ya dhati ya serikali ya kuimarisha sekta ya ununuzi wa umma nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda pia kukushukuru kwa nasaha zako muhimu ulizotupatia. Maelekezo yako yamejaa ya hekima, dira na msukumo wa kutuongoza katika kuhakikisha tunaboresha mifumo ya ununuzi ili kuleta tija, uwazi na ufanisi katika matumizi ya fedha za umma. Kwa niaba ya PPRA, nataka ni kuhakikishia kuwa tutazingatia kikamilifu maelekezo uliyoyatoa. Tumeyapokea kwa mikono miwili na tunatoa ahadi kuwa tutafanyia kazi kwa bidii na kwa weledi mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili tunatarajia kuwa na maazimio mbalimbali yatakayofikiwa kwa ajili ya uimarishaji wa sekta ya ununuzi wa umma nchini kwetu. Naomba nikuhakikishie kuwa maazimio yote yatakayotokana na kongamano hili yatachukuliwa kwa uzito unaostahili. PPRA, kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, tutaongoza mchakato waku na kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika kwa ufanisi mkubwa. Hii itakuwa ni sehemu ya mkakati wetu wa kuhakikisha sekta ya ununuzi wa umma nchini inakuwa chachu ya maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa shukrani kwa wote walioshiriki kuandaa jukwaa hili, tukiongozwa na Wizara ya Fedha kupitia PPRA Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira, Vijana na Watu Wenye Ulemavu, Wizara ya Maendeleo Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, pamoja na taasisi tatu ambazo ni Wakala wa Ununuzi Serikalini JIPSA, Bodi ya Wataalamu wa Ununuzi na Ugavi PSPTB, na Mamlaka ya Rufaa za Zabuni PPAA. Napenda kuwashukuru kwa kuwa taasisi hizo kwa kusima, kwa kusimamia maandalizi ya kongamano hili kwa ufanisi mkubwa. Kabla hatujahitimisha, naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribisha utoe tuzo kwa taasisi ambazo zimeonyesha jitihada za kutekeleza agizo la serikali la kuhakikisha angalau asilimia thelathini ya zabuni zinatolewa kwa makundi maalum kama wanawake, vijana, na watu wenye ulemavu. Tunatambua umuhimu wa hatua hii katika kuleta usawa wa kiuchumi na kuimarisha ushiriki wa makundi haya katika maendeleo ya taifa letu. Vile vile, kwa heshima, naomba pia niukaribishe utoe tuzo kwa wadhamini wetu ambao wamechangia kufanikisha kongamano hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali kwa dhamira ya dhati katika kuhakikisha tunaendeleza sekta ya umma nchini kwetu. Asanteni kwa kunisikiliza.